na kwa upendo wake kwetu sisi amepanga tuwe wenye kukutana muda huu kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo yaliyokuwa wajibu kwetu sisi kukumbushana tukiwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao una fadhila nyingi. Miongoni mwa hizo ni mtu kufanya kheri moja, lakini akapewa malipo mara nyingi zaidi. Na hili ni katika jambo mojawapo la kheri. Maudhui walionipangia viongozi wetu wa hapa kama mlivyoisikia ina kichwa cha habari kinachosema, je, inafaa mtu kuoa mke wa pili bila ya kutaka idhini kutoka kwa mke wa kwanza? Maudhui hii au kichwa cha habari hicho huwa kinapatikana jibu lake, hata dakika moja haitimii: ni ndio au hapana. Basi hivyo ndivyo ilivyo, lakini niweke dhana njema kwa waandaaji ni kuwa labda walichokikusudia hapo ni kutaka dondoo chache zinazohusiana na jambo la taaddudu azaujati mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja dhana yangu inanipa ni hivyo kama ilikuwa ni kujibu swali tu basi ni mara moja tu inafaa au haifai basi mhadhara umeisha. Sasa nikiendeleza dhana yangu hiyo, ni kuwa sharia yetu ya Uislamu takatifu imetoa ruhusa kwa mwanamume kuoa zaidi ya mke mmoja, jambo hilo wamewafikiana wanawavyoni wote, na jambo hili halikuanzia katika umma wetu huu, ummatu Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, bali hata nyumati zilizopita zilikuwa zimepewa sheria hiyo. Ukisoma historia ya Uislamu, hata manabii wengi tu wameoa mke zaidi ya mmoja, tena wengine walipewa sheria ya kuoa wake wengi zaidi kuliko tulivyopangiwa sisi, mwisho wake wa nne. Wengine wamefikisha mpaka 99 wake. Hao wanavyoni wanatufafanulia hivyo na ushahidi kwa upande wa sheria hii katika umma wetu huu na ndani ya kitabu chetu cha Qur'ani

Hapa ndio mahali pa ushahidi wa wazi kuwa tumeruhusiwa sisi kuwa na mke zaidi ya mmoja. Allah ameeleza kuwa katika aya hiyo, oweni kwa sifa yote ile unayompendea mwanamke. Ameanza na namba mbili, mathna wawili, wa thulatha watatu, warubain na mwisho wa nne, kwa maana ni wawili au watatu au wanne hiyo wayo sio, ina maana ya na kwa maana wafikie tisa, kwa jinsi wanavyoni wanavyotufafanulia. Kama itakuwa ni tisa, hiyo ruhusa ilikuwa ya mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sio siona sisi wafasi wake. Lakini sisi wafasi wanavyoni wanasema kwa mwisho ni wanne, fa in khiftum alla ta'dilu, ikiwa Mnahofia hamto hamtokuwa na uadilifu, uwezo huo hamna, fawahida basi mnaweza mkatosheka na mmoja. Mwenye uwezo wa mmoja, basi aishie hapo kwenye mmoja Itakuwa ni kosa kwake yeye kuongeza wa pili, na mwenye uwezo wa wawili basi aishie hapo penye wawili, itakuwa ni kosa kuingia katika namba tatu, na mwenye uwezo wa watatu basi ndio aishie hapo penye watatu, asiingie kwenye wanne Kwani mtu kuingia katika sehemu ambayo hana uwezo nayo basi, hapo anaweza akafanya dhulma, na dhulma haitakiwi kwetu sisi. Nikigusia kitu uadilifu, kama wanavyotufafanulia wanavyoni kuna aya nyingine imeuzungumzia uadilifu pale Allah aliposema, walan tastatiu an taadilu baina nika baina nisai walau harastum, ya kuwa hamtoweza kufanya uadilifu nyinyi kati ya wake hata kama mtafanya pupa kiasi gani. Aya hii na ile niliyoisoma mwanzo, wanavyoona, wanatuambia kuwa hazipingani, hakuna yoyote ambayo inayoipinga nyingine, bali uadilifu unatakiwa katika mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja. Hilo ndio jambo la msingi, ni faradhi, ni lazima mtu awe mwadilifu. Sipokuwa na uadilifu basi ndio aya imempa ruhusa abaki na huyo mmoja. Lakini aya hii huko unasema wa uadilifu hamuwezi kwa wake inakuwaje hapo? Anavyoona, wanatufafanulia na kutuwekea wazi ya kuwa aya hii ya pili inayosema, kwa sisi hatuwezi uadilifu ni katika baadhi ya vitengo. Allah mwenyewe ameumba au ametuumba sisi kwa katika vitengo hivyo kimaumbile sisi hatuwezi kufanya uadilifu kitengo kipi? Wanasema ni masuala au suala linalohusiana na nyoyo, nyoyo zetu hizi katika mawadda na mahabba haziwezi zikagawa sawa sawa huyu na huyu. Moyo wa mtu uwe unapenda sawa sawa jinsi unavyompenda huyu, iwe sawa na unavyompenda huyu. Kitu hicho hakipo, hakiwezekani kwetu sisi lakini vile vile wakaingiza na jambo jingine, wakasema hata katika lile tendo la raha lile la ndani ya ndoa, nalo vile vile pale kufanya uadilifu kimaumbile linashindikana, hatuwezi. Unaweza huku ukapiga magoli matatu mpaka matano, kule kwengine unapiga goli moja, hapo hulaumiwi. Jinsi wanavyotufafanulia wanavyoni, huna lawama hapo katika sheria, kwa sababu jambo hilo liko dhidi ya uwezo wako, lakini kinachotakiwa katika kuchunga uadilifu Allah anasema fala tamilu kullal mail fatadharuha kalmuallaqa. Isiwe tena katika penzi lako, au katika huko kufunga magoli yako, basi wewe umeegemea upande mmoja kikamilifu kabisa, kule kwengine kula umekuacha kama kishada kisichokuwa chini wala juu, kinaning'inia tu. Mwanamke au mke ikatokea anajiuliza, kwa mimi niko katika maisha ya ndoa au sina mume mimi? Hilo ndo lisilotakiwa katika kuchunga uadilifu. Wewe penda upande mmojawapo, kwa lile penzi ambalo la kimaumbile haiwezekani kuligawa, lakini katika ugawaji wa haki nyingine za kindoa wewe unatekeleza sawa sawa kama jinsi mazingira yalivyo ya hao wake zako. Na tukisema uadilifu, isichukuliwe kwa isichukuliwe maana ya usawa, usawa ule tunaoujua sisi wengi kati yetu ni kuwa kama mchele au nyama huku unapeleka kilo moja na kule kilo moja ukasema hapa ndo ninafanya uadilifu, hali ya kuwa huku upande mwingine huku huyo mke mmoja wako ana familia kubwa, yule mwingine labda yuko peke yake. Ah, nimeamua niwanunulie kitambaa wake zangu Idi ya Mfungo Mosi, hii inakuja siku ya Idi, basi kila mmoja atoke na gauni lililokuwa zuri sana, lakini nimeambiwa nifanye uadilifu. Basi unakwenda dukani, huyuku na mkatia mita moja na yule kule unamkatia mita moja, hali ya kwa huyu mwembamba kama mimi yule kule mwingine kule bonge mita moja, haimtoshi kusuna gauni. Nasema hapa ndio ninafanya uadilifu? Sio uadilifu. Uadilifu ni kumpa kila mmoja kile ambacho kinamtosheleza, toko katika kupeana faida au mafundisho yaliyomo ndani ya mada hii ya mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja, tukisogelea sogelea kufika ili tufikie katika pale kwenye kichwa cha habari cha maudhui yetu, tutalazimika hapo sasa tuangalie, je, ibada hii ya ndoa imekusanya vitu gani katika nguzo masharti ndoa ina nguzo zipi ndoa ina masharti yepi kwa kupita katika njia hiyo natarajia inshaallah tunaweza tukafikia katika kupata jibu la kichwa cha habari cha maudhui hii: je, inafaa mtu kuoa mke wa pili bila ya kupata ruhusa kutoka kwa mke wa kwanza? Nimejaribu kupangilia katika utaratibu huo, Allah anipe taufiki wanavyoona wanatuambia kuwa ndoa ina nguzo, na nguzo zake ni lazima wapatikane wana ndoa wawili. Hii ndio nguzo ya kwanza, wapatikane wana ndoa wawili kwa maana mume na mke ndo azaujani alhaliani min almawane. Tena wanandoa hawa wawe wameepukana na vizuizi, kisiwepo kizuizi kitakachosababisha sheria isitoe ruhusa kuoana. Kama nini kama vile kuwa wao ni ndugu katika nasabu, udugu ambao sheria haitoi ruhusa kuungana katika muamala wa ndoa, au katika kunyonya, wana undugu wa namna hiyo. Hichi ni kimoja wapo katika vizuizi vya ndoa, viko vingi, lakini lengo letu ni kutaka kufikia pale tulipopa kusudia, sio kwa ku, ku, kulichambua somo la ndoa kifungu baada ya kifungu, lakini nguzo nyingine wanatuambia wanavyoni ni al ijabu wal qabul. Kwa katika ndoa lazima lipatikane tamko la kuozesha na kukubali na lolote litakalokuja mwanzo ndio linakuwa ijabu, wanavyoona natufafanulia hivyo, lile linalokuja mwanzo ni ndio ijabu, na lile la pili yake ni alkabuli. Unaweza ukatanguliza lolote katika hayo na ndoa ikawa imesihi. Kwa mfano huyu mwenye kuoa akasema kumwambia walii wake, nataka uniozeshe binti yako. Basi yule walii akasema nimekubali. Basi ijabu imetoka kwa muoaji, kabuli imetoka kwa walii. Lakini sisi tumezoea vipi? nikuwa aanze kwanza Eh, wali, nimekuozesha binti yangu kwa mahari ya kiasi kadhaa. Anasema nimekubali, bwana harusi anasema nimekubali. Hili ndio tumezoea hivi, lakini kisheria nasema ijabu nilile tamko linalokuja mwanzo, lile likitokea upande wowote, hata mwoaji mwenyewe. Haya, tunasogea kidogo kidogo baada ya kuzifahamu hizo nguzo za ndoa, kuna masharti ya ndoa. Masharti ya ndoa wanavyoni wanatuambia yapo kiasi manne. Kwanza aridha ridha zaujaini, ridhaa ya hawa wana ndoa kila mmoja awe amemridhia mwenzake. Bila ya ridhaa, ndoa kisheria haiwezi kufanyika, na ikifanyika kimabavu, basi inaweza ikawa isisihi mtu, ikawa analazimishwa. Hakuna kulazimishana katika muamala huu au bali miamala yote liyokuja katika sheria ya Uislamu, lazima ipatikane ridhaa. Lakini sharti nyingine, wanavyoona wanatuambia, intifau almawani, vile vile vikosekane vizuizi vizuizi vile ambavyo tulivyovigusia visiwepo, lakini vinaingia vingi hapo. Kimojawapo chingine cha kuongezea, kama mke wako umemwacha taraka tatu, basi japokuwa tayari ridhaa ilipita na mmeishi mmezaa lakini kwa kumwacha talaka tatu hapo, tena kama penzi litarudi na ugomvi wenu mulio, uliosababisha kuachana utakuwa umemalizika, hairuhusiwi hapo kupeleka tena posa ukamuoa, mpaka atokee mtu mwingine amuoe amwache kwa khiari yake, wewe tena ndio unaweza ukarudi kumwoa tena huyo mama watoto wako hao. Vizuizi viko vingi, lakini sharti nyingine wanatuambia wanavyoni ni alwalii apatikane, msimamizi mwenye kusimamia ndoa na huyo anakuwa ni katika jamaa wa karibu wa upande wa kiumeni, sio upande wa kikeni. Amekosekana huyo msimamiaji ndoa walii, basi sultani, kiongozi, anashika nafasi ya uwalii, naweza akamwozesha binti yoyote ambaye amemkosa walii wake yule ambaye aliyepangwa na sheria. Lakini sharti ya mwisho ni mashahidi, ndio anatakiwa ishuhudiwe kuanzia mashahidi wawili na kuendelea na huku huk, kushuhudiwa hiyo ndoa, wanavyoona ndio wanasema ndio kuitangaza ndoa, ni katika njia mojawapo ya kuitangaza ndoa. Masharti manne haya wanavyoona, wanasema haya ni shurutu nikah, ndio sharti za nini, za ndoa. Lakini tutamalizia kwa leo hii katika Ashurutu fi nikahi, kuna shurutu nikah na kuna shurutu fi nikahi. Hapa ndio tutakuwa tumepata gia ya kuweza kuingia katika kichwa cha habari cha maudhui yetu, na hiyo tena itakuwa ni kesho. Nimalizie hapa katika ashurutu fi nikahi, shurutu shuutu fi nikah wanavyoona wanatuambia ni yale amba, ni yale mambo ambayo wanapeana masharti wanandoa wenyewe, kwa sababu Uislamu umetoa nafasi sisi Waislamu kuwekeana masharti, almuslimuna ala shurutihim, Waislamu wana nafasi ya kupeana masharti lakini, tu masharti yenyewe yawe na mipaka isiwe wanapeana masharti ambayo ya kuhalalisha haramu au kuharamisha halali, lakini waislamu wana nafasi ya kupeana masharti. Sasa katika ndoa